Na maombezi. Katika kipindi hiki kanisa lina shughuli nyingi za kufanya. Moja ya vitu muhimu sana katika kanisa ni kuhakikisha maombi na maombezi kwa ajili ya watu yanafanyika. Kwa nini? Kuwa kuna maombi na maombezi, waliomba akina Isaya, wanaweza kuwaambia tuombee kwa Bwana, tuombe Mungu wako. Kuna wakati kama viongozi wa imani Inabidi tutembee katika njia zilizo sahii zilizonyooka, ili watu wanapohitaji majibu kutoka kwetu na sisi tuwe nafasi ya kupeleka majibu ya watu kwa Mungu kwa wepesi. Kanisa limekwama kwa kukosa viongozi wenye maadili, viongozi walionyooka, wamekaa vizuri na Mungu. Tuwe wa kusema kweli mbele za Bwana, tuwe wapeleka ujumbe ambao umekusudiwa na Mungu mwenyewe Kufikisha kwa watu wake, kama nabii wa leo, kama mtumishi wa leo. Tazama, kuna watu walipitia hali ngumu, lakini wakakubali kuteseka katika zile njia la kufikisha ujumbe ambao Mungu ame